Ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kushukuru jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kuelimisha na kuhamasisha Waislamu wenye uwezo nchini kwenda kutekeleza ibada ya hija, ikiwa ni miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hakika inatia moyo kuona kila mwaka idadi ya wananchi wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija kutoka Zanzibar ikiongezeka. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar UTAHIZA imeonyesha kuwa mahujaji elfu mbili mia nne na sitini kutoka Zanzibar wamekwenda kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi za Zanzibar kwa mwaka huu, kutokana na juhudi za pamoja zinazofanywa na serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana na taasisi zinazosafirisha mahujaji nchini katika kuzifanyia kazi changamoto mbalimbali zilizopo pamoja na uhamasishaji kwa ujumla, nina matumaini makubwa kuwa idadi ya mahujaji wa Zanzibar itazidi kuongezeka kila mwaka. Kwa mara nyingine, napenda kutoa shukrani zangu kwa wale wote waliofanikisha safari ya mahujaji wetu kwa kuwapatia huduma mbalimbali mbali na kuweza kufanikisha safari zao za kwenda kutekeleza ibada ya hija. Shukrani maalum nazitoa kwa serikali ya Saudi Arabia kwa ushirikiano walioutoa pamoja na kukubali shirika lao la ndege kuanza safari za moja kwa moja kutoka Zanzibar hadi Saudi Arabia, na hivyo kuondokana na usumbufu waliokuwa wakiupata mahujaji wa Zanzibar kabla ya kuanza safari za moja kwa moja. Aidha, kwa lengo la kuhakikisha kuwa watu wengi zaidi kutoka Zanzibar wanapata uwezo wa kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaongeza kasi katika kuhakikisha dhamira yetu ya kuanzisha mfuko wa hija nchini inafikiwa kwa haraka. Ibada ya hija tunayoiadhimisha kumalizika kwake, kama zilivyo ibada nyingine, huwa na mafunzo ya kuzingatiwa katika kukuza imani zetu na uchamungu ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani na kesho mbele ya haki. Moja katika mafunzo makubwa ya kuzingatia katika ibada ya hija ni kudhibiti kwa kauli ya Mwenyezi Mungu iliyosisitizwa na Mtume Muhammadi sallallahu alaihi alehi wasalam juu ya umoja na udugu wa Waislamu. Umoja unaoonekana katika siku za hija ni mafunzo muhimu kwetu wanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ni msingi muhimu wa kuondokana na ubaguzi wa aina zote na kuishi kwa amani na mshikamano. Jambo hili la umoja na mshikamano lina umuhimu mkubwa katika nchi yetu katika kudumisha amani tulionayo, ili tuweze kupata mafanikio zaidi. Ndugu wananchi, mafunzo mengine tunayoyapata ni utii wa kutekeleza maamrisho ya Mola wetu kama ambavyo Waislamu wenzetu waliokwenda hija walivyojitoa kwa ikhlas kwenda kutimiza nguzo hii ya Uislamu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kupata fadhila za ibada hiyo. Hakika utii ni funzo kwetu wanadamu kutoka kwa Mola wetu wa kutekeleza mambo anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake katika maisha yetu ya kila siku ni jambo muhimu kuzitii sheria za nchi pamoja na maadili tuliyoachiwa na wazee wetu. Kutii sheria, kuna umuhimu mkubwa wa kuwezesha nchi kuendelea kudumu katika amani tuliyokuwa nayo. Aidha, kuyazingatia maadili yetu kutatuwezesha kuwarithisha watoto wetu mwenendo mzuri wa kuheshimiana na kustahamiliana. Kadhalika, tutaweza kuishi kwa kupendana na kusaidiana katika mambo yote yanayoweza kuleta ustawi wa jamii yetu na kulinda na kuilinda dhidi ya matendo maovu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuzingatia mafunzo yanayotokana na ibada mbalimbali tunazozifanya, ili iwe sababu ya kupata mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Kwa baraka ya siku ya leo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuendelea kuilinda na kuidumisha neema ya amani tuliyonayo. Kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa nchi yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Nawaomba viongozi wetu wa dini na wananchi wote, kila mtu kwa nafasi yake, tuendelee kuiombea ya nchi yetu ili tuvuke kwa salama. Ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa salamu zangu za Idi kwenu nyote mliohudhuria baraza hili pamoja na wananchi na watanzania wote wanaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kutakieni nyote sikukuu njema yenye furaha na amani. Mimi nimesimama kutoa salamu, lakini vile vile kupokea E, shukrani na salamu mlizozitoa nyinyi. Hakuna kubwa zaidi ya kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri kwenye nchi yetu, atujalie amani, ili tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo na atuwezeshe katika majukumu yetu tuliyokuwa nayo. Ndugu zangu, nimefurahi kwamba leo tumekutana hapa katika mkoa huu wa Kusini, wilaya ya Kati E, tukiwa tunaadhimisha jambo letu hili, nimefurahi sana kwa utayari wenu mara zote wa kushirikiana na serikali yetu, mara zote ya kuiombea nchi yetu, na hili ndilo linalopaswa kuendelezwa. Kwa hivyo sina zaidi ya kutoa shukrani na kukutakieni nyote idi njema, inshaallah asanteni, um. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hii ni Eid al-Adha, ni siku ambayo Waislamu duniani kote wanafanya tadhhiya, wanatoa mihanga kwa kuchinja mnyama kama alivyotoa muhanga baba yetu Ibrahimu kwa kuwa tayari kumtoa mwanawe pekee, kama tulivyokwisha eleza hayo. Fa ya ayuha lmuslimun basi, enyi waislam taqarabuu ila Allahi fi hadha lyaumi biladahi wa hiya libilu walbaqaru wal ghanam, tujikurubishe na tujipendekeze kwa Allah subhanahu wataala kwa kuchinja mnyama ambaye ni ngamia au ng'ombe au kondoo au mbuzi. Ngamia mmoja au ng'ombe mmoja anawatosha watu saba, na kondoo au mbuzi ni kwa mtu mmoja mmoja. Na ibada hii ya kuchinja inaanza leo baada ya sala ya Eid mpaka siku ya mwezi kumi na tatu, na siku hizi zote zinaitwa ayyamu tashrik. Ndugu wa Islamu, ni sunna muhimu sana na yenye ujira mkubwa wanaofanya waislamu duniani kote.